loasa aitikisa ngome ya chadema avunja rekodi apata wadhamini 53000 aliyekamatwa akiuza albino jela miaka kumi habari nyingine yasomeka CCM si chama cha vibaka mafisadi asema makongoro mtoto wa hayati baba wa taifa mwalimu julius nyerere makongoro nyerere amesema chama cha mapinduzi si genge la vibaka mafisadi na wezi wanaotumia mgongo wa chama hicho Ku, ku ku kuiba fedha za umma. Kimataifa Kenya yarekebisha sheria kupambana na ugaidi. Karibu katibu <coughs> wa kudumu katika Wizara ya Usalama ya Kenya Monica Juma amesema kuwa serikali ya nchi ya Kenya itaharakisha kazi ya urekebishaji wa sheria na sera za kiusalama ili kuimarisha mapambano dhidi ya ugaidi. Habari nyingine asema Profesa Mwandosia ataka wananchi wa mwamini Pinda ahimiza amani. Waziri wa nchi ofisi ya rais, kazi maalum, Profesa Mark Mwandosia amesema endapo Tanzania watampa ridhaa kupeperusha bendera ya chama hicho atawatumikia kwa uadilifu, makini na kwa ujasiri ili kuhakikisha vitendo vya ufisadi havipewi nafasi. Hilo ni gazeti Majira. Gazeti Tanzania Daima kwa upande wake laandika Mwakiembe wa 37 kutaka urais, alipua bomu jipya Richmond, azungumzia waliomlisha sumu hapa kupambana na mafisadi wala rushwa. Mbunge wa CCM amshangaa JK kuwapo madarakani, likiwa limeandika namna hiyo gazeti hili la Tanzania Daima. Mbio ya urais ya mbio urais ndani ya chama cha mapinduzi yashika kasi baada ya waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Harrison Mwakiembe kuchukua fomu huku akilipua bomu kwamba kuna vijana wamenaswa kwa kosa la kuikara kuikarabati ripoti ya kashfa ya Richmond ili waisambaze. Profesa Mwandosia alitahadharisha CCM. Waziri wa nchi ofisi ya rais kazi maalum, Profesa Mark Mwandosia amekitaka Chama cha Mapinduzi kuwa makini, Julai 12 kupelekea wananchi jina la mwanachama mwadilifu na anayependwa na wananchi ili kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Hiyo limeandika namna hiyo Tanzania Daima. Mbunge amshangaa JK. Mbunge wa Mpwapwa Gregory Teu CCM amesema kushuka kasi kwa thamani ya shilingi ya Tanzania ni sababu tosha kwa Rais Jakaya Kikwete, Waziri wa Fedha Sada Mkuya na gavana wa benki kuu BOT Beno Ndulu kuwajibika. Spika awaita bungeni, mawaziri wa bunge. Spika wa Bunge Anne Makinda amewataka mawaziri kuwepo bungeni Jumatatu kwa ajili ya kujibu hoja za wabunge walizozitoa wakati wa kuchangia hotuba bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2015. Zanzibar Leo linaandika Membe, uraisi si cheo cha majaribio. JK, maagizo hayamalizi rushwa, asema JK. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amesema watanzania wana uelewa wa, wa rushwa kutokana na jitihada zilizochukuliwa na serikali katika kuwajengea uwezo juu ya athari za ubaya wa rushwa. Mji Mpwapwa wakaribisha wa kibiashara kujengwa Fumba. Balozi Seif auzika mgogoro Muyuni a na B, ikiwa limeandika namna hiyo gazeti Zanzibar Leo. Maagizo haya hayamalizi rushwa, ni habari tuliyoiona ukurasa wa kwanza wa gazeti hili. Maalim Seif, acheni kugombeana misikiti. Balozi Seif auzika mgogoro Muyuni a na B. Membe asema urais si cheo cha majaribio. Mgombea wa kuteuliwa wa, wa, wa, wa kuteuliwa kuwania nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu ujao Rais Bernard Membe amesema cheo cha urais ni nafasi ya juu hivyo sio kila mtu anaweza kujaribiwa kupewa nafasi hiyo. Mauaji ya kanisa ya Mkera Obama ni habari hiyo ya kimataifa kutoka kule Marekani. Waingereza watatu waelekea Siria, raia watatu wa kike kutoka mji wa Bradford nchini Uingereza wakiwa na watoto wao tisa wamevuka mpaka wa Siria kwa magendo. Ugiriki hatarini kutengwa Ulaya. watu 35 wafa kwa gongo India na bomu la ua wengine Yemen, ni habari za kimataifa hizo, ukurasa wa tatu, gazeti Zanzibar leo. gazeti Uhuru laandika Rais CCM 2015 Dr. Mwakiembe achukua fomu Aibua Richmond. Membe: uraisi si cheo cha kurupuka kujaribiwa. Pinda asema naamini uwezo na vigezo vyote ninavyo. Makongoro asema CCM si genge la mafisadi wezi. Nape asema Mbowe sasa jiuzulu. Katibu mkuu wa nek, Itikadi na Uenezi Nape nnauye amemtaka mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe kujiuzulu nafasi yake baada ya kuhukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela au kulipa faini ya shilingi milioni moja na nape amesema Mboe anapaswa kujiuzulu wadhifa huo kutokana na kuitia aibu na kuidhalilisha Chadema. Habari nyingine, asema DC Kingu akana kutafuna fedha aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Igunga Elibariki Kingu amekanusha madai ya kutafuna fedha za vijana shilingi milioni 95 zilizotolewa na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na michezo, likiwa limeandika namna hiyo gazeti Uhuru. Gazeti Mwananchi kwa upande wake laandika mgombea urais CCM apata mkong'oto, adaiwa kutaka kufanya fujo kwenye mkutano ulioandaliwa kwa ajili ya Lowassa. Ruge afunguka Kili Music Awards, likiwa limeandika namna hiyo Mwananchi. Lipumba, Mbatia, Zito waichana serikali. Habari nyingine yasomeka Mwakembe achukua form azungumzia Richmond. Eh, mwanamke Mtanzania adakwa na kilo 74 za unga. Taipata habari hii kwa kina katika gazeti hili Mwananchi. Ni kusomea habari hiyo ya mwanamke Mtanzania, matukio ya Watanzania ya, ya wa hukamatwa nje ya nchi wakiwa na dawa za kulevya zilizopigwa marufuku yanazidi kukithiri, baada ya mwanamke mmoja hukamatwa na kilo 74 za dawa aina ya e, e, pe, e, t wenye uwanja wa ndege wa Mumbai, India, ikiwa limeandika namna hiyo gazeti Mwananchi. Profesa Lipumba Mbatia Zito waichana serikali, kutoka Dar es Salaam. Viongozi wa vyama vya siasa vya CAF, NCCR Mageuzi, NLD na ACT Wazalendo wameitupia lawama serikali kwa kushindwa kutekeleza maagizo yanayotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali CAG, ikiwa limeandika namna hiyo Mwananchi Raia ya Tanzania kwa upande wake laandika asubuhi hii, Loasa atikisa msafara wake, waambatana na helikopta angani Mbeya. Mkazi adua ahoji mapesa hayo yatarudishwaje? Ikulu onyo la msajili wa vyama kuhusu pingamizi lazidi joto. Msaka urais apigwa habari, picha ikimuonyesha msaka urais kwa tiketi ya CCM Daktar Muzamili Kalokola akiwa akichezea mkong'oto kutoka kwa vijana wa chama hicho E katika mkutano wa Edward Loasa huko mjini Tanga. Makongoro Membe sasa atoa onyo. Makongoro asema ya haya unaishi wapi? Asipewe nchi Lyatonga Mrema ampigia debe kutoka Vunjo. Dkt. Mwakembe huyo likiwa limeandika namna hiyo, raia Tanzania mdhamini Chadema ajitosa kumng'oa zungu ilala. Mdhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Muslim Hassanali ametangaza nia kuwania ubungo ubunge jimbo la Ilala Dar es Salaam. Rais Kikwete yomba India kugharimu ujenzi wa reli. Rais Jakaya Kikwete ameiomba serikali ya India kugharamia ujenzi wa reli jijini Dar es Salaam ili kupunguza msongamano wa magari. Lipumba ataka Kikwete anyonge wa uaji albino. Mwenyekiti wa Chama cha Wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba ametaka Rais Jakaya Kikwete kuridhia kunyongwa kwa watu waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa mauaji ya albino. Mtangazaji TBC kuzikwa leo. Mtangazaji na mwandishi wa habari mwandamizi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Florence Diaule aliyefariki dunia juzi anazikwa leo jijini Dar es Salaam.